Itakuwa umebaki wewe tu ambaye unasema hauoni pa kuanzia au haujui biashara gani ufanye. Nimesema kama una mtaji wa shilingi laki moja mpaka milioni moja, milioni mbili, unapaswa kuhakikisha unafanya biashara ile ambayo inakuwa ina mzunguko mkubwa, yaani mzunguko wa kila siku. Na biashara tatu kubwa ambazo hazitakuangusha, ya kwanza ni biashara ya pochi, ambayo kila siku lazima kuna mdada atanunua kwako. Hizi pochi mfano hakuna sehemu ambapo utakosa mtu ambaye anazihitaji. Lakini pia nimezungumzia biashara ya nguo za ndani. Hapa kwenye chimbo kuna nguo za ndani za kike ambazo kuna chupi za bukubuku elfu moja mia mbili elfu moja mia tano ambazo wewe utaenda kuuza kuanzia elfu mbili eh, elfu mbili mia tano elfu tatu lengo la laki moja yako au laki tatu yako ikupe laki tatu nyingine, laki moja ikupe laki moja nyingine. Lakini pia tuna urembo sasa. Angalia, huyu ni mteja wangu, e, mteja wa Kahama, amechukua amechukua wa Kahama. Hebu onyesha hapa, huyu mteja wa Kahama amechukua huu mzigo wote, amechukua mzigo wa ngoza, ndani kuna hao, amechukua mzigo wa mapochi mapochi. Hey, zipo za elfu nane elfu nane fikiria chimbo hapa. Zipo za elfu kumi elfu kumi chimbo hapa zipo za elfu kumi na moja elfu kumi na moja Zipo za elfu kumi na mbili zipo za elfu kumi na tatu Pochi nzuri na quality kama ambazo unaona zinapita hapa. Ehe, nzuri kabisa. Tuko Makumbusho Plaza, ofisi namba ishirini na sita nguo za ndani za kike, urembo kama cheni, hereni, bracelet ehe, lakini pia mikoba kama hizi ambazo unaona zimepita hapa. Tupigie uanze biashara.